kutoka katika mchezo wa Kariakoo Dabi ya yani Yanga Sports Club, dhidi ya kikosi cha ya timu ya soka ya Simba Sports Club mchezo ambao ulipangwa kuchezwa tarehe nane mwezi March mwaka 2025, lakini mchezo huo tunaona uliweza kuahirishwa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kutokana na, na sitofahamu ambayo ilijitokeza mnamo tarehe saba mwezi March mwaka 2025 kwa Simba kuweza kuzuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa moja usiku, na Simba wakaweza kutoa chapisho ama barua inayosema kwamba hawatoshiriki mchezo dhidi ya Gaspers Club kwa sababu kikanuni hawakuruhusiwa kufanya mazoezi mnamo tarehe saba mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano lakini, klabu ya soka Yanga Sports Club, mara baada ya wao kuwazuia Simba kupitia makomando wao, basi kwa upande mwingine wao walipeleka timu uwanjani kama kawaida, lakini hakukuwa na marefari. Kwa hiyo kwa upande mwingine Yanga Sports Club wao, mara baada ya kupeleka timu, msimamo wao upo kwamba hawatoshiriki mechi dhidi ya kua timu ya soka ya Simba Sports Club, kwa sababu kwa upande mwingine wanaamini wao walikuwa sahihi kupeleka timu uwanjani kwa hiyo wao wanachokitaka wapewe alama tatu bila kusahau mabao matatu. Na kwa upande mwingine, Yanga Sports Club wana wanaclaim kwamba hawana imani na bodi inayosimamia Ligi Kuu Tanzania Bara ikiongozwa na kiongozi wao ambaye ni mwenyekiti wa bodi Steven Mguto, sambamba na kama Almas Kasongo Kasonga, CEO wa bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Tunashuhudia mara baada Yanga kupeleka kesi yao TFF, tunashuhudia TFF wakaweza kulitupilia mbali shauri la Yanga Sports Club na Yanga wakakimbilia CAS. CAS ni mahakama kisuri cha kimichezo. Kwa hiyo mara baada ya kukimbilia CAS, tunaona CAS wakaweza kutoa majibu kwamba Yanga Sports Club shauri lao limetupiliwa mbali, warudi katika bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara kuweza kuweka mambo sawa na kesi sikilizwe kama E, bodi isiposikiliza basi ndio warudi tena kasi. Kwa hiyo wafuate protocol ama mfululizo e, wa, wa ngazi kuangazi, kwa ngazi. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine Yanga Sports Club ndio hivyo wameweza kuangukia pua kule kasi. Sasa, mara baada Yanga kushindwa kasi case, tunashuhudia bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara wameweza kutangaza tarehe rasmi ya mchezo kati ya Simba na Yanga Sports Club ambapo wameweza kutangaza mwezi wa sita Juni yani 2025 tarehe kumi na tano siku ya Jumapili, majira ya saa kumi na moja jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Yanga Sports Club wanatakiwa kwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club ili mechi za mzunguko wa ishirini na tisa na thelathini ziweze kuchezwa kwa vilabu vyosalia katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini msimamo wa Yanga Sports Club ni kuto kushiriki mchezo huo, wapo tayari kwa mujibu wa taarifa zinazosemwa wakatwe alama kumi na tano sambamba, kwa sababu wao naamini wako sahihi. sasa kingine kilichojiri ni kwamba mara baada ya ili kutokea, watu wengi walikuwa wakitaka kusikia kauli kutoka kwa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania, Wallace Karia, ambapo Wallace Karia ameweza kufunguka na kusema hivi: shauri la ripoti ya uchunguzi laendelea, TFF yasubiri mchakato wa kisheria ukamilike. Ambapo raisi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF, Wallace Karia amesema kuwa ripoti ya uchunguzi inayosubiriwa kwa amu haitatolewa kwa sasa, kutokana na hatua za kisheria zilizochukuliwa na mmoja wa wahusika. Amesema kuwa suala hilo bado lipo katika mchakato wa kisheria, na kila upande una nafasi yake ya kushughulikiwa kwa wakati wake. Kwa kuwa mmoja wa wahusika tayari amelifikisha shauri hilo katika vyombo vya usuluhisho, TFF inaona si vyema kutoa ripoti hiyo kwa sasa hadi mchakato huo utakapokamilika. Karia amesisitiza kuwa ni muhimu kuheshimu taratibu za kisheria ili kuepuka kuingilia mwenendo wa ushauri ambalo bado linaendelea na hatima yake haijadhihirika, ambapo tunanukuu maneno ya anasemaje anasema hivi: bungeni waliniuliza sana kuhusu ripoti ya uchunguzi, nikawaambia haiwezi kutoka kwa sababu kuna mwingine alienda kwenye vyombo vya sheria, kwa sababu kila mmoja ana sehemu yake, itafanyika muda utakapofika, kwa sababu shauri bado linaendelea na hatujui litaisha ama alitoisha, kwa hiyo sio vizuri kutoa taarifa hizo kwa kuwa tayari mmoja ashenda katika usuluhisho yani CAS kwa hiyo ni vizuri kuheshimu taratibu huyo ni Wallace Karia wa shirikisho la soka e, barani nchini Tanzania na ni miongoni mwa wajumbe wa bodi ya kamati ya CAF kwa hiyo yeye anaamini kwamba kuna wengine walikimbilia kule CAS kwa hiyo suluhisho litakwenda kutolewa, lakini kupitia Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu viongozi mbalimbali nao pia ni mashabiki wa timu fulani, ambao nao wana pia wanafuatilia mchezo huu, wameweza kufunguka na kusema kwamba kama ratiba imetolewa, basi ni vizuri kwa Yanga na Simba kucheza mchezo huu ili kuheshimu ama kutokuishusha Ligi Kuu Tanzania Bara thamani yake, kwa sababu anaamini kwamba Simba na Yanga wakicheza, basi kwa upande mwingine ligi yetu itaendelea kuheshimika na kuwa bora zaidi. Kwa hiyo yeye kama spika anaomba tu mechi hii ichezwe ili mbivu na mbichi zijulikane.